Kuuawa kwa Patrice Lumumba uchambuzi wa kina wa mauaji ya kisiasa katika muktadha wa vita baridi. <laughs> Utangulizi. Kuuawa kwa Patrice Emery Lumumba mnamo tarehe 17 Januari 1961 ni mojawapo ya matukio ya kutisha na yenye athari kubwa zaidi katika historia ya Afrika ya baada ya ukoloni. Akiwa waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyechaguliwa kidemokrasia baada ya uhuru Lumumba aliwakilisha matumaini ya kizazi kizima cha Waafrika waliotamani uhuru wa kweli, umoja wa kitaifa na udhibiti wa rasilimali zao. Kifo chake cha ghafla na cha kikatili hakikuwa tukio la bahati mbaya wala mgogoro wa ndani pekee. Kilikuwa matokeo ya mgongano wa maslahi ya ndani na ya kimataifa, tamaa za kiuchumi na hofu za kijiografia katika enzi ya vita baridi, ambapo Afrika iligeuzwa uwanja wa mapambano ya kiitikadi kati ya mashariki na magharibi. Lumumba na ndoto ya Kongo huru. Patrice Lumumba aliibuka kama kiongozi wa kipekee katika siasa za Kongo kwa sababu ya msimamo wake wa kitaifa na wa kupinga ukoloni kwa uwazi. Tofauti na wanasiasa wengine waliokuwa na mitazamo ya kikanda au waliotaka mpito wa polepole, Lumumba alisisitiza juu ya Kongo moja isiyogawanyika na huru kutokana na udhibiti wa kigeni. Hotuba yake ya tarehe 3 Juni 1960 siku ya uhuru wa Kongo ilikosoa kwa ukali unyanyasaji, ubaguzi na manyanyaso ya utawala wa kikoloni wa Ubelgiji. Hotuba hiyo, ingawa iliwapa mamilioni ya Waafrika fahari na matumaini, iliwashtua watawala wa zamani wa kikoloni na washirika wao wa Magharibi. Kwao Lumumba hakuwa tu kiongozi jasiri, bali pia tishio kwa maslahi yao ya kiuchumi na kimkakati, hasa katika mkoa wa Katanga uliokuwa na utajiri mkubwa wa madini kama shaba, kobalti na urani madini muhimu kwa viwanda na silaha za kisasa. Machafuko baada ya uhuru. Uhuru wa kongo ulitangazwa tarehe 30 Juni 1960, lakini ndani ya siku chache taifa liliingia katika machafuko makubwa. Jeshi la Kongo liliasi dhidi ya maafisa wa Kibelgiji, miundombinu ya serikali ikaporomoka, na maelfu ya raia wa Ubelgiji wakaondoka nchini. Katika mazingira haya ya vurugu na sintofahamu, jimbo la Katanga lilijitangazia kujitenga chini ya uongozi wa Moise Tshombe kwa msaada wa wazi na wasiri wa maslahi ya Kibeljiji. Lumumba akiwa waziri mkuu alikabiliwa na changamoto ya kulinda umoja wa taifa jipya. Aliomba msaada wa Umoja wa Mataifa kurejesha utulivu na kuzuia mgawanyiko wa nchi. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa ulikataa kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya Katanga, ukichukua msimamo wa kutokuegemea upande wowote. Kukataliwa huku kulimwacha Lumumba bila chaguwa madhubuti Mgeuko wa vita baridi na hali ya kutiliwa shaka. Katika kukabiliana na hali ya dharura, Lumumba aligeukia umoja wa Kisovieti kuomba msaada wa kijeshi na vifaa. Hatua hii iliyochochewa na haja ya haraka ya kuokoa taifa ilitafsiriwa na Marekani na Ubelgiji kama ishara ya kujiunga na kambi ya kikomunisti. Katika muktadha wa vita baridi, hata hatua za kujilinda zilionekana kama uasi wa kiitikadi. Vyombo vya habari vya magharibi vilianza kumchora Lumumba kama mtu asiye na uthabiti mwenye misimamo mikali na hatari kwa usalama wa kikanda. Taswira hii ilitumiwa kuhalalisha juhudi za kumtenga kisiasa na hatimaye kumwondoa madarakani. Kwa viongozi wa Magharibi, uhuru wa Kongo ulikubalika tu ikiwa usingetishia udhibiti wa rasilimali na ushawishi wao. Migogoro ya ndani na usaliti wa kisiasa ndani ya Kongo yenyewe. Lumumba hakuwa na umoja kamili wa kisiasa. Rais Joseph Kasavubu aliingia katika mgogoro wa wazi naye, akimtuhumu kwa kutumia mamlaka kupita kiasi. Mnamo Septemba sita, Kasavubu alitangaza kumfuta Lumumba kazi, hatua iliyozua mzozo wa kikatiba na kisiasa. Katika hali hii ya sintofahamu, mkuu wa majeshi Kanali Joseph Desire Mobutu alichukua hatua kwa kile alichokiita mapinduzi ya kutokuwa upande wowote. Kwa msaada wa kifedha na kisiasa kutoka mataifa ya Magharibi, Mobutu alichukua udhibiti wa serikali. Akamweka Lumumba chini ya kifungo cha nyumbani na kuondoa ushawishi wake. Hatua hii ilikuwa mwanzo wa mwisho kwa Lumumba; alitengwa, akanyimwa sauti ya kisiasa na akawekwa chini ya ulinzi mkali. Hata hivyo, bado aliendelea kuonekana kama tishio kwa wale waliotaka kudhibiti mustakabali wa Kongo. Kukamatwa na unyanyasaji wa kisiasa. Akitambua hatari iliyokuwa ikimkabili, Lumumba alijaribu kuondoka na kuelekea Stanleyville, sasa Kisangani, ambako alikuwa na wafuasi waliobaki waaminifu. Jaribio hili lilishindikana. Mnamo Desemba 1960, alikamatwa na wanajeshi wa Mobutu, akapigwa na kudhalilishwa hadharani, tukio lililorekodiwa na kuenezwa kimataifa. Kukamatwa huku hakukuwa tu kitendo cha kijeshi, bali ujumbe wa kisiasa, kwamba Lumumba hakuwa tena kiongozi, bali mfungwa asiye na thamani ya kisiasa. Hata hivyo, uwepo wake hai uliendelea kuwasumbua wapinzani wake, kwani aliweza kuwa ishara ya upinzani na umoja wa kitaifa misho wa kifo kwenda kanga. Uamuzi wa kumhamisha Lumumba kwenda Katanga ulikuwa wa kimkakati na wa kikatili. Katanga ilikuwa ngome ya wapinzani wake wakubwa waliomuona kama adui wa moja kwa moja wa maslahi yao ya kisiasa na kiuchumi. Mnamo tarehe 17 Januari 1961, Lumumba alisafirishwa kwenda Katanga pamoja na wenzake wawili wa kisiasa, Maurice Mpolo na Joseph Okito. Katika Katanga, kulikuwa na uwepo wa maafisa wa Kibelgiji waliokuwa wakishauri na kusaidia serikali ya kujitenga. Hali hii inaonyesha kiwango cha ushiriki wa kigeni katika hatima ya Lumumba. Uamuzi wa kumuua haukuwa wa ghafla bali ulikuwa matokeo ya mashauriano na mipango ya kina. Mauaji na kufutwa kwa ushahidi siku hiyo hiyo ya kuwasili Katanga. Lumumba aliuawa pamoja na Mpolo na Okito. Miili yao iliharibiwa ili kuondoa ushahidi na kuzuia kaburi kuwa eneo la kumbukumbu na upinzani. Hatua hii ilikuwa na maana ya kisiasa, kuwa si mwili tu bali pia kumbukumbu na alama ya mapambano. Kwa wiki kadhaa, taarifa za uongo zilisambazwa zikidai kuwa Lumumba aliwawa na wanakijiji wenye hasira. Uongo huu rasmi unaonyesha kiwango cha juhudi zilizofanywa kuficha ukweli na kulinda wahusika wa ndani na wa kimataifa dhidi ya lawama. Ufunuo wa ukweli na uwajibikaji. Kwa miongo kadhaa, ukweli kuhusu mauaji ya Lumumba ulifichwa. Hata hivyo, hati zilizofichuliwa baadaye zilionyesha kuwa huduma za kijasusi za Magharibi zilihusika katika mipango ya kumwondoa. Tume ya bunge la Ubelgiji mwanzoni mwa miaka ya dhuri ilikiri uwajibikaji wa kimaadili wa taifa hilo katika kifo cha Lumumba. Ingawa hakuna aliyewahi kuhukumiwa moja kwa moja kwa mauaji hayo, historia imethibitisha kuwa lilikuwa tukio la kimfumo, lililosababishwa na muunganiko wa maslahi ya ndani na ya kigeni. Athari kwa Kongo na Afrika kwa ujumla. Kifo cha Lumumba kilifungua njia ya miongo ya udikteta chini ya Mobutu, ufisadi wa kitaifa na unyonyaji endelevu wa rasilimali za Kongo. Ndoto ya Kongo huru, yenye umoja na haki ilikatizwa mapema sana. Kwa Afrika nzima mauaji ya Lumumba yalikuwa onyo kali; yalionyesha kuwa viongozi waliothubutu kupinga nguvu ya ukoloni mamboleo walikuwa katika hatari kubwa. Lumumba akawa shahidi wa Pan-Africanism na ishara ya mapambano dhidi ya uingiliaji wa kigeni. Hitimisho: kuuawa kwa Patrice Lumumba hakikuwa tu mauaji ya kisiasa, bali lilikuwa tukio la msingi katika historia ya Afrika ya baada ya uhuru. Aliuawa kwa sababu alikataa kuinama mbele ya maslahi ya kigeni na alisisitiza juu ya heshima uhuru na mamlaka ya watu wa Kongo. Kifo chake kilifichua ukweli mchungu kuhusu jinsi ndoto za uhuru wa Afrika zilivyokandamizwa kwa jina la siasa za nguvu, itikadi na faida za kiuchumi. Hadi leo, jina la Lumumba linaendelea kuwakilisha matumaini, ujasiri na usaliti wa kihistoria. Kuelewa mauaji yake ni kuelewa jinsi historia ya Afrika ilivyoelekezwa kwa nguvu, na kwa nini mapambano ya uhuru wa kweli bado yanaendelea. Lumumba hakuuliwa tu kama mtu, alitolewa kafara katika mfumo wa dunia uliogopa uhuru wa kweli wa Afrika.